Habari zenu ya Tanzania. Kwanza kabisa, cha kwanza, naombeni mwangalie ishu ya uh, burkina Faso, huyu Trao, Trao, Trao, I don't know how to pronounce his name. Alikuwa nani jeshini? He was a nobody jeshini, hakuwa mkuu wa jeshi, hakuwa sijui nani mkubwa huko, no, he was a nobody kwa jeshini. Angalieni ishu ya Madagaskar ambaye sasa hivi ndio kachukua nchi Madagascar. Alikuwa nani kwenye jeshi? Hakuwa mkuu wa jeshi, hakuwa nani, alikuwa ni captain wa kikosi, kama hawa kina Captain Tesha. Alivyoona mambo ni mambo, akachukua kikosi chake akaenda kuchukua nchi. Nachojaribu kuwaonyesha ni kwamba siku zote jeshi linapoingiaga kusaidia wananchi kwenye mambo kama haya, hayafanywagi na wale mabosi wa juu, hayafanyagi na mkuu wa jeshi, hayafanyagi na wale wa juu, uwaga ni wanajeshi wa chini ndio wanaofanyaga hizi kazi. Kwa nini inakwaga hivyo? Ni kwa sababu wale wa juu, siku zote kwenye military, wale wa juu, yule mkuu wa jeshi na wale watu wake wanaomzunguka, yani wale, yani wale wakubwa jeshi jeshini, wale siku zote huwa wanajiona ni part of the system wale uwaga wanajiona na wao wako kwenye mfumo. Ndio maana wale uwaga siku zote, yaani wale huwezi kuwategemea eti wataenda kuwasaidia wananchi au wataenda kufanya kitu, it never happens, always ni wanajeshi wa chini. Ndio maana mmeona kwetu sasa hivi wanajeshi wanaopambana ni hawa wa chini, hawa kina Captain Tesha, lakini mkuu wa jeshi yupo kwenye mfumo. Kumbukeni zile picha za airport, au mnataka niwapostie tena? Kumbukeni, Mkunda alitoa escort ya wageni ya wa military escort ya Waarabu na wanajeshi wakaenda pale, wanapewa hongo, wanapewa nini? So Mkunda anajiona yeye ni part ya ile system ya Samia sababu na yeye anakula naye. Kwa hiyo hawezi, kwa hiyo yule ataendelea kutumika na Samia kuuza uoga. Kwa hiyo sisi wananchi, sisi wananchi tutembee na hawa wanajeshi wetu wa chini, na I'm gonna ask you honest question. Acha nini, na mange anaongea nini? Acha nini, sio na nani anaongea nini? Mako anasema Mange anataka acha nini, na Mange naulize ni mna, nini, hawa wanajeshi mnaishi nao mtaani, hawa wanajeshi mnaishi nao mtaani, wanawaambia nini kuhusu maandamano? Ah, na jeshi, nyinyi mko nao ni marafiki zenu, ni ndugu zenu, mnaishi nao wanawaambia nini kuhusu maandamano wanaongea hiki, hiki ambacho jeshi limekuja kutoa leo? No, wanajeshi wa chini mnaongea nao kila siku, walicho wanachoambia hawa wanajeshi wa chini ndio alichokuja kuambia Captain Tesha, na mkumbuke kwamba kwenye ground hayuko mkunda o, huyo si msemaji, ni hawa wanajeshi wa chini mnaoongea nao nyie, ni hawa wa chini mnaoongea nao nyie na, mkumbuke, eni, na, chosema, mnaonge na, mnaonge na yani, ndio maana nawaambieni, yaani forget mimi ninachosema, nyie mnaongea nao hawa wanajeshi. Yaani ni hivi Mkunda, Mkunda yeye anajiona na yeye yuko part kwenye ile kula keki ya taifa. Kwa hiyo Mkunda sio mtu wa kumtegemea kwa chochote. Alafu uzuri ni kwamba uzuri ni kwamba wanajeshi wenyewe wanamchukia Mkunda akufa They have zero respect for Mkunda, wanajeshi wenyewe. Yani hiyo ndio pona yetu, wanajeshi wenyewe wanamchukia, yani wanamchukia Mkunda kufa, wanamwona hata hadi deserve your position. Unaona, hiyo ndio pona yetu. Kwa hiyo matamko, matamko ya Mkunda na huyo anayemtuma kuja kutuuzia uoga, potezeni. Sisi tunatembea na tamko la Captain Tesha. Na wewe Mkunda, wewe hodari wa kuja kutoa matamko kwa wananchi. Njoo, toa tamko la Captain Tesha, waambie Watanzania Captain Tesha ni nani kwenye jeshi, na sasa hivi uko wapi? Unamhoji mimi kila siku e, wesi unatoa matamko e, yule Captain Tesha alileta taharuki. Kwa nini jeshi hamkumuadres Captain Tesha? Mmeadresi sijui wanaharakati. Suni njooni waambieni na Watanzania kuhusu Captain Tesha. Nyie sasa hivi simnafanya mapresi ya kumsaidia kimama kuuza uoga kwa wananchi fanyeni nini? Watanzania, Watanzania, naomba mnisikilize, dada yenu mimi siwezi kuwadanganya. Mnakumbuka juzi kuna posti niliweka pale nikawaambieni, jamani nimetoa hivi vitambulisho kwa sababu nimeshauriwa nivitoe. Mnakumbuka, rudini ile posti. Ni kwamba sikusema nani kanishauri. Guys, nilifatwa na makepten wa vikosi vingine viwili ndio, wao ndio walioniambia shusha shusha hizo ID, shusha hivyo vitambulisho, unaharibu sisi tumeshajipanga vizuri, unaharibu shusha vitambulisho. Ndio nikaenda nikavishusha vile vitambulisho, na sasa niwaambieni kilichofanya mkunda kaja kule, kaja kuuza uoga leo kwapa, ni vile vitambulisho vya wanajeshi wa TPDF vile vitambulisho vya juzi ndio vimeleta hofu jeshini, vimeleta hofu, ndio vitambulisho wame... ni post juzi vya TPDF vile ndio vimeleta hii press ya leo. How can I prove to you? Ni vile vitambulisho. Leo unavoambia ni leo asubuhi, wanajeshi wote wa TPDF wameamka wameingizwa hela kwenye akaunti na Samia wote, yaani out of nowhere kawaingizia sijui hela siu ni za likizo, siu zinaitwa za nini, kawajazia hela wote wa TPDF ambao ndio pati ya yani vile vile vitambulisho nivyo posti va pale. How do I know kawaingizia zile hela? Makapteni wameshanifata wananiambia, kaingiza hela, kaingiza hela ili atulainishe sisi tuko pale pale, yeye aingize tu hela tena, and after that wakanifuata jeshi wa JKT wananiambia huyu kawaingizia, kawaingizia TPDF hela, sisi JKT hatuingizie. Anaona sisi ndo hatuwezi kuchukua nchi, atuingizie na sisi, na tuko pale pale, aingize hela zote anazoweza kuingiza. Unaona, ndio maana niwaamile juzi, anatumia matrilioni, amechapisha kuzuia maandamano Ndo hii amechapisha hela anawaingizia wanajeshi um, TPDF wote. Jamani, kama unamjua mwanajeshi wa TPDF muulize leo, Samia akamwingizia ndo ana printi hela sahivi. Yani ananunua kutokutokea kutokea, kuto, maandamano kwa kuharibu uchumi wa nchi. Sasa kama jiulize, kama wanajeshi wote wa TPDF Samia akawaingizia hela, Mkunda kapewa shingapi Huyu alikuja kusoma ile kaposhi, ngapi wamepaa, mabilioni mangapi wale kufanya kazi? Ndio maana wambieni, achana nao. Anyway, jeshi no jeshi. Sisi tumeshasema tarehe tisa tunajitoa, hatuna hela kununua uoga. Ndugu zangu, tunakomboa nchi yetu. Cha muhimu ni kwamba tunatoka, polisi wakijitoa akili, wanajeshi wetu wapo, wapo na nakwambieni, between Ah, sita kuongea too much, lakini Makonda na Samia waenda kupata surprise, watashangaa na, jamani, hatunui woga, haturudi nyuma mm-hmm.